Ili tumizi ya agano letu inakupasa kukata sehemu za siri za mke wako hivi? Dada, mara ngapi nakwambia kwamba kuna vitu ambavyo mimi sivielewi katika maisha yangu? Alafu nashindwa kabisa kunielewa Beka, unataka mimi nifanye nini? Nimesha kwambia hayo mambo mimi siyafahamu, siyajui Beka dada Wesi ndugu yangu, uh-huh. Ina maana matatizo yanatokea mimi wewe. Tambui kabisa. Sikiliza Beka, nikwambie nilisha kwambia hayo mambo siyajui. Sasa unavyonishirikisha shirikisha mimi ao mambo yako, mimi nataka nifanya nini? Nifanya nini, Beka? Kama utakuwa unakuja hapa nyumbani kwangu kuja kuongea upuuzi wako, itakuwa mwanzo una mwisho. Ukija hapa kwangu, basi uje uongee maneno ya msingi na sio hizo porojo zako. Sielewi chochote Beka, hivyo basi nenda sasa hivi, sekukuona dada. Umefikia huko sawa. <tipi> Umefanya vizuri sana. sa, sasa ni sa. wakati wetu wakutimiza agano letu.